Kamba wakazi wanaoishi katika eneo la Muraka kando ya barabara kuu ya kutoka Kakamega kuelekea Kisumu wanaitaka serikali kujenga matuta ya barabara ili kupunguza ajali za barabarani. Wanasema watu wengi wamepoteza maisha katika eneo hilo huku watu kumi wakiripotiwa kuaga dunia mwaka huu pekee. Wanasema juhudi zao za kupata jawabu kutoka kwa halmashauri ya barabara kuu humu nchini hazijafua dafu na wanatishia kuchukua hatua ambayo hawakubainisha ikiwa kero hilo halitakomeshwa. Kuanzia mbunge ambaye ako Shinyalu, president wetu wa Kenya, tafadhali, ili kuokoa watu wetu hapa Muraka na watoto ya shule, tunataka pumps hapa tafadhali. Maana imekuwa hata gari kama imefanya mambo, kwa mfano kama imegonga mtu inaenda mbio, hata watu wapikipiki wakifuata wawezi kuipata nao. Imefika wakati sisi kama wananchi tunaenda kuchukua sheria mikononi. Hii ni warning ya kwanza na ya mwisho. Next time jambo kama hili linafanyika hapa, hakuna gari tutaruhusu kupita hii barabara <todiculio>